Habari ndugu mfuatiliaji wa chaneli hii, leo nataka nikuelekeze kwa upana zaidi jinsi ya kuzuia ads au notification ambazo huwa zinaingia juu ya kioo cha simu yako, au tunasema meseji za matangazo ambazo huwa zinaingia juu ya kioo cha simu yako, huwa zinakera. Hebu tuenda tuweze kuzizuia moja kwa moja. Utaenda application ya settings. Baada ya kukliki sehemu hiyo, kisha utachagua sehemu iliyoandikwa apps and notification. Kwa kuwa simu zinatofautiana, unaweza ukachagua neno limeandikwa notification tu. Baada kukliki sehemu hiyo, application zitafunguka, kisha utachagua apu, mfano apu inayeingiza message juu ya kioo cha simu yako, mfano ni Chrome. Utaifungua kisha utakliki hapa kisha utazima hapa, itaonekana kama hivi. Ukishafanya hivi, hakuna meseji yoyote au tunasema ads za matangazo, tunamaanisha matangazo yoyote yatakuwa inaingia juu ya kioo cha simu yako yanayohusiana na Chrome. Namba moja, mfano wa kwanza. Mfano wa pili, mfano wa pili, mfano utakliki hii hapa application. Vile vile application, application hii wainaleta maads kibao. Utaifungua, huu ni mfano. Kisha utakliki hapa, kisha utazima hapa, itaonekana kama hivi, hakuna ads au matangazo yoyote yatakuwa naingia juu ya kioo cha screen ya simu yako kupitia application hii. Kumbuka nitakio ufahamu, sasa hizo ads huwa zinatoka kwenye app gani, au sio? Nataka nishaelekeza njia nyingi, ila hapa leo naelekeza njia hii rahisi na ni kwa upana zaidi. Naenda leo kuelekeza, utachagua labda ni Instagram. watu wanakufollow, labda watu wanakutumia meseji zinaingia juu ya kioo cha simu yako, utaki utafungua app hiyo kisha utakliki hapa kisha utazima hapa, kwa kisha azima hivyo, itaonekana kama hivi. Hakuna ads au matangazo yoyote yataonekana juu ya kioo cha simu yako yanayohusiana na Instagram, mpaka uingie kwenye app hiyo ndio ukutana na meseji mbalimbali huko ndani ya app hii. Naendelea na kutoa mfano, labda hutaki ads au matangazo ya WhatsApp, utakliki hapo Yaani zile message si za magrupu nini utaki zao zinakuja juu cha simu yako. Ta click hapo. Ni rahisi kisha utazima tu hapa mara moja. Kisha hivyo, hivyo vidoti vyote vitajizima kama hivi. Hakuna message yoyote ya matangazo, si message ya kawaida ya WhatsApp ambayo itaonekana juu cha simu yako. Mpaka uingie ndani ya app hiyo ndio ukutana na message hizo. Naendelea kutoa mfano Endelea kunisikiliza, kwa sababu hapa leo nimekuambia, naelekeza kwa upana zaidi. Mfano uhitaji za Google utafanya vile vile, utakliki hapa, tazima hapo. Kwa hiyo sidhani kama hujaelewa, nimetoa mifano kibao tena kibao kibao, umeona haisee. Leo nilikuwa naelekeza njia rahisi kabisa ya kuzuia ads au meseji za matangazo ambazo huwa zinaonekana juu ya kioo cha simu yako. Nakutakia siku njema.